Bisi hata hii mandazi yenye pakii kama nijekwakona wajukuu wenye wamesema ati watakuja na venye wamefunga wa shule msichana, sijui kama... Hmm? Eo. Hello. Hello. kamaoo Ha, bado bado <coughs> hata ha, saa hii nilikuwa na, na wawazia tu nikisema, hey, na ulikuwa umesema alikuwa amesema akifunga tu shule lazima wafike huko, hmm. Hey. Oh, karibu sana. Wacha wakuja, hata saa hii nilikuwa nasema na kunywa chai saa hii. Aya, mandazi mepaki hapa. Wacha wakuja waanzie hapo tena mm. Oh 500 yeah. Eh, asante mwanangu, asante sana. Asante. Karibu karibu. Eh. Eh. Haya, nibaki nimsaidie. Mmefika? Eh, mmefika. Karibu karibu. Karibu karibu, pole pole pole, eh? Pole ah, yeah, hey. Mama huh? Kulipa sawa si. Oh, karibuni karibuni karibuni karibuni karibuni. Mama ujambo? Oh. Hey, hey. Kuja kujia ni mlee kidogo, we kuja hu, we kuja huku, na wewe huku. Wajukuu wangu aakuja kunitembelea, kuku pata, nitawachinjia pata. ulikuwa na wangapi? na weweuko saa, leo hii mtakula pata hata kuku iko ntamcija takipata. A kuku hiko tutachinja leo, utakula naten. Ukimaliza kukula tutakula hata na chai na mkate, mtaanzia kwa mandazi hapa iko hmm. Hapa sawa, keni na ibaki, mwende mkunywe chai, mchukue kikombe kingine kiko hapa, mkaone vizuri na nini, mwingine abebe hivi Hey, buko sawa. Alafu tu. Nimechukua tu akili yangu yote. Haya, karibuni muende mchukua hapo kikombe kwa kabati. <coughs> Eh. Hey. Hey. Kujeni hey, ni niwaonyeshe sasa mnaona hii? Ninataka <coughs> mayai. Sasa hii utafufusa hii tuchinje. Sasa hii. <coughs> si ndio? Haya. <coughs> kama nyinyi wasichana, shikeni shikeni <coughs> Hey, wakishikanisa hey, hey. Yeah. Shosh, mpike tu ive kabisa vizuri na supu isiishe mnaskia? Alafu mm -hmm. Hey, ikiva mnite tuweke ugali tusonge haraka haraka tu tukule. Si mnaskia njaa? Harakisheni mm -hmm. Hey, alafu mtakuja kuniita huku eh, hey. Hey. Hey. Hey. Mchuku huh? Wangu na mfaro hata inaweza kuweka chini jameni huh? hapa karibu. mambo ya kushinda? Niko sawa, ni salama tu, nimekuja kutembelea kidogo. Umekuja hey. mm. kunitembelea mm. kwa ubaya kwa uzuri? si kwa ubaya hmm. si kwa uzuri tu hmm. hey. Sasa ni nyumbani utokako ni kuzima tu. mm. eh. Hata mimi niko tu, Miangia hakuna kunikaribisha kwa nyumba, hata umesimama tu kwa mlango uh. Umejazana kwa mlango, utaki nipite hata. Lazima uingie kwa nyumba, sio? Umesema una umekuja kunitembelea na umeniona. Kwani mgeni akikuja kwako, kwa, hawezi ingia kwa nyumba? Wacha <laughs> watoto alete kiti tukalie hapa. we we we we eh, nashangaa Unashangaa atakusaidiwa, nimekuja kwako kukaa na wewe nikule vile unakula tukule na wewe. Ama, kwa maboma bila hata ujui nimekubebea nini kwanza. Eh, eh, mm. Tuko mm. ah, na mashughuli wa msichana wako mwenye anaishi Kitale eh. Eh, uko vizuri. Eh, sasa mimi uko sawa eh. Sasa natayarisha hii mm. imenichosha mm. mm. Kwangu nakula karibu kila siku. Uko kwako inamea? Kabisa. Hey, hey, karibu kila hey siku. Sasa, ah, mimi nishakausha hata sijui ni gorogoro mbili. Mimi sijui, wangu unakula hiyo. Mimi napenda sana. Ungenipigia simu. Napenda zaidi. Ungenipigia simu. Raundi nyingine nikirudi nitakuletea kaliuga. Enda kidogo, mimi nakuja chikoni. Salamia mgeni. Abari. Salamia. Wewe ndio mjukuu wako? Ah, umesema? Eh. Eh. Sasa, Ati mnapika kuku kubwa? Ah. Wewe enda, enda, enda, enda, enda chikoni kwanza, enda, enda. Basi wewe umesema si, ati... Unataka kupika ugali? Na wachana, ni mtoto tu, ni utani utani. Ah, watoto wangu hao wajukuu wanga. Mm. Wamezoea utani utani. Hata ndio nataka kwenda kushaga. Sina toka tu kuambia sasa hivi nataka kwenda kupinga tinga huko. Mm. Kwa vile unataka kwenda kushaga. Si utanipata tu hapa? Ah ah, siwezi nikakupata. Wewe ongea. Tuende ushiage, mimi nitakuwa tu nimekungoja. Kwa nyumba ambako mtu hayuko. Kwani hii nyumba yako nimezoea kwa hii nyumba tukikaa chama? Kwani hii nyumba tena ni geni kwangu kukaa hapa? Lengo lako lilikuwa tuende chama, si ndio? na nimekuambia ni kama iwapo ni, ni kesho tutaenda tu. Mm. Mimi nimesema si kesho. Mm. Nataka tu nikuelezee mambo ya chama vile. Basi niambie, alafu niende tinga tinga. Hata mvua inakuja, hata afadhali naweza naweza kuatana tu tukiendana na wewe ni... Sasa, sasa mambo ya chama utataka kusikia

Hey. Umetoa mboka kwa sufuria? Ah ah. Kujeni hapa kuje kuja kuja kuja haraka. Hakuna mboka kwa sufuria. Hmm? Uweka hapo mboka. Umeacha? Eh. Eh. Na sufuria iko bure. Sufuria iko bure. Hey. iko bure jameni. Mbona imekula? Hey. Hey. Mlikuwa mmeenda wapi? Kucheza. Eh, hey, kucheza wapi? Huko. Hey. Na yu kuku yote, jameni, oh.